Katibu mkuu kasema ndugu zangu, kwamba njia ya kupambana ni kupambana. Ndio maana sisi tukasema tutashiriki huku tunapambana, na tutapambana huku tunashiriki, na ndio njia pekee ya kupambana na Chama cha Mapinduzi. Wao wametengeneza nchi hii, wameiharibu, wameiua, wameivuruga kwa sababu wameivuruga nchi hii kwa kuwafanya watumishi wa serikali kuwa wanasiasa, watumishi wa serikali kuwa wanasiasa. Katibu mkuu kasema wamekuwa machawa, mimi nasema wamekuwa mamende na karibu atakuwa panya buku. Aibu, mtu kasoma eti kwa sababu unacheo unashindwa kusimamia kazi yako, unashindwa kusimamia taaluma yako unasema... kama kwamba wewe ukikosa serikali wewe ndio utakufa. Jamani, sisi wengine ni mfano hai. Kasema katibu mkuu, tumetoka tumekaa serikalini miaka ishirini na tano nimetoka. Nashukuru Mwenyezi Mungu, miaka sita niliokaa nje ya serikali imekuwa bora kuliko miaka ishirini na tano niliokaa ndani ya serikali. Kwa hivyo leo ndio CCM alipotufikisha. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema nimalizie, ndugu zangu, tunachosema, wito wetu, wito wetu, kura ni yenu, kura si ya vyama. Nyinyi ndio tupambane, sisi ndio tutaleta mageuzi, ni sisi kwa pamoja ndio tutaiondoa CCM kwenye madaraka ndio tutakaoweza kuiondoa CCM kwenye madaraka. Ni kwa kupambana, kuambia tutabanana hapa hapa, mnavyotaka tunataka, mnavyoweza tunaweza vile vile.